Wote tuwe kitu hichi tukiwa katika slogan yetu Simba nguvu moja, hakuna kitu kinachoshindikana ndani ya Simba, yeah. na ndio maana ya yote yanatokea hivi, watu gawe, yeah. tayari kuna watu watapiga kelele, watu zao, yeah. wengine sio watapiga, hakuna elfu thelathini haina thamani mbele ya fla shilingi elfu saba wewe wewe, hata kama umekata platinum laki moja na nusu sio hela kusema kwamba wewe laki moja na nusu hivi unaweza kumlipa mpanzi, yeah. wewe umechangia timu yako. Kwa hiyo ole no all wanaSimba tuwe katika ile utulivu, sasa akili yetu itulie. Tufocus kwamba mechi inachezwa wapi? Zanzibar, tuelekee Zanzibar tukai support timu ili tuweze kupata mafanikio tuliyokuwa tunatarajia. Sisi hatujamindi, sisi tuko vizuri na ninaamini wana Simba kwa sababu mnanijua GB 64. Nikiamua la kwangu. Lakini kwa hili tusiwaguse kabisa viongozi wetu, tuwape room for expansion ya kufikiria mechi, wasije wakafikiria swala hili. Tukiwacha wafikiria swala hili, leo tufikiria mashabiki wa Simba, maana yake tutawatoa mchezoni katika kufikiria mechi. Game plan itapotea. Si umeelewa? tayari tunaenda kupoteza kitu ambacho tutaipoteza dhahabu ambayo tulishaitoa kwenye mapango, tumetoka nao mpaka nje ya nini? Nje ya, ya, ya shimo lile katika machimbo hayo ya dhahabu. Yaani bado kuisafisha tu unaiacha dhahabu inaingia kwenye mfereji tena nafanya nini? Inapotea. Kwa hiyo tudili na dhahabu tuisafishe, ili tuweze kuichukua. Twende tukaangalia nini tutakachoenda ukipata. Okay, kwa hiyo kikubwa, wana Simba, tuwe katika hali ya utulivu. Yaani kama haijatokea kitu. Wewe mtu akikwambia mwambie sawa, Mungu ameandika kwa nini tukalichukule wapi? Zanzibar. Yeah. Akikwambia yako imeliwa mwambie yeah. yeah, sawa, nimeichangia nani? Kwani hela ina anaenda anachukua nani? Musepe hela ah, atachukua Berkane? Simba ndio atakachukua hela. Kwa hiyo nimeichangia timu. Kama ninaweza kwa mwaka nikatoa shilingi elfu thelathini na mbili yeah, kuilipia kadi yangu. Sasa nikitoa shilingi elfu thelathini nikikata tiketi hela yeah, inaenda kwa nani? kwa, kwa kwa, kwa, mpanzu hela yeah, inaenda kwa Joshua Mutale. Bado nakuwa nimesupport timu yangu. Kwa hiyo all in all Wana Simba, tuwe katika hali ya utulivu tutulie. Yani, hichi ndio kipindi cha mwanaume anatakiwa aonyeshe ujasiri. Hata mwanaume mwenye ndoa yake mke anapokosea, ya pale ndio anatakiwa aonyeshe ujasiri, utulie. Instead of otherwise unaweza kuivuruga nini familia yako. Kwa hiyo ili familia isivurugike, wana Simba wote tuwe kitu hichi. Tukiwa katika slogan yetu Simba nguvu moja, hakuna kitu kinachoshindikana ndani ya Simba. Na ndio maana yote yanatokea hivi, watugawe. Tayari kuna watu watapiga kelele, watadaela zao, wengine sio, watapiga hakuna elfu thelathini aina thamani mbele ya flaa yeah, si umenielewa? Na ili flaa ipatikane lazima tupate kitu kinachoitwa nini, amani. Si umenielewa eh? Amani siku zote ndio inaosababisha kuwe na nini, amani. Kwa hiyo amani mengine baadaye, after mechi, lakini kwa sasa wanasimba wote tuwe kitu hichi, shilingi elfu saba elfu thelathini Wewe hata kama umekata platinum, laki moja na nusu sio hela kusema kwamba wewe laki moja yeah, yeah, na nusu hivi unaweza ukamlipa mpanzi? Hamna uwezo, umechangia timu yako. Kwa hiyo hio, wanasimba tuwe katika hale ya utulivu sasa, kilietu itulie tu, focus kwamba mechi inachezwa wapi? Zanzibar, tuelekee Zanzibar t tue tue tukasupport timu ili tuweze kupata mafanikio tuliyokuwa tunatarajia sana sana, nyinyi. Asante. Ni wana Simba kutoka hapa katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere wakiwa wanaipokea timu yao kutokea pale nchini South Africa kwa, eh, katika dimba la, la Moses Mabida ambapo walifanya balaa kubwa kubwa kweli kweli, na kufanikisha kuingia hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika mara baada ya kutoka suluhu kwa suluhu, lakini wekundu wa Msimbazi Simba wakafanikiwa kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri katika mchezo wa kwanza katika dimba la Anyu Amani Complex. Na kama wanasimba wakiishangilia kwa nguvu zote e, hakika hii historia imeandikwa, historia imeandikwa. Ni fainali waloitafuta kwa muda mwingi kweli kweli, lakini e, hawakuipata na hatimaye chini ya Fadlu Davids, hakika jambo limetimia na sasa wanachokitafuta ni kombe

Kuwate mtazamaji wa Simba fans TV tuchukameta, nakwambia kombe linakuja hili. Ni balaa kwea mbele, hili ni balaa. Hawa ni wana Simba.

Kwa wana Simba kunoga kanasimba, wana Simba hawana jambo dogo, wana Simba hawana chombo.